Karibu sana. tusiache kufuatilia katika TV ya Bukerebe, Bukerebe TV. Habari za asubuhi. Karibu katika kesha la asubuhi. Leo tarehe 2 Disemba elfu mbili na ishirini na tano. Somo letu siku ya leo ina kichwa cha habari tunachosema Henoko na ujio wa pili wa Kristo wa mara ya pili Fungu letu la kitabu cha Yuda kumi na nne kumi na tano Henoko mtu wa saba baada ya Adamu aitoa maneno ya unabii akisema Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu kwa maelfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote. Tuombe. Ee Mungu wetu mwenye rehema na neema, tunashukuru kwa kutupa nafasi hii ya dhimu ya kuamka tena asubuhi hii tukiwa na pumzi ya uhai uliotoka kwako. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu na moyo wa shukurani, tukiri kwamba bila wewe hatuwezi chochote, Bwana. Tunapofungua kesha hili, tunakuomba Roho Mtakatifu ateremke kati yetu. Fungua akili zetu, guse mioyo yetu na utuongoze kuelewa somo la siku ya leo kuhusu maisha ya mtumishi wako Henoko, mtu aliyetembea na wewe mpaka ukamchukua bila kuona mauti. Tusaidie nasi kutembea katika njia za haki kama yeye tukichukia uovu na tukiishi katika matumaini ya ujio wa pili wa Kristo. Baba wa mbinguni, tunaikabidhi nchi yetu ya Tanzania katika mikono yako. Tunakuomba ibariki nchi yetu, wabariki viongozi wake, familia zake, vijana, watoto na wazee, tujaze moyo wa kusimama katika ukweli, uishi kwa amani, kusaidiana, kutafuta uso wako kila siku. Linda mipaka yetu, thibiti mikono ya uovu na ulete umoja na hofu ya Mungu katika taifa hili. Ee Mungu, fungua mlango wa kuelewa, jaza mioyo yetu na nuru yako, na ubariki kila anayesikiliza na, na kushiriki kesha hili kuanzia sasa hadi mwisho. Wewe jina lako litukuzwe. Tunaomba haya kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Bustani nzuri na kupendeza ya Edeni ambapo wazazi wetu wa kwanza walifukuzwa ili acho hadi pale Mungu alipoamua kuiangamiza dunia kwa gharika. Mungu alipanda bustani hiyo na kuibariki kwa namna ya pekee, kwa sababu ya majaribu yake ya ajabu aliyoichukua kutoka duniani na tairejesha tena duniani ikiwa imepambwa kwa utukufu zaidi ya ule uliokuwa na wakati ilipoondolewa duniani. Mungu alikusudia kutunza sampuli ya kazi yake kamilifu ya uumbaji, mbali na laana ambayo kwayo aliilaani dunia. Mungu alifunua kikamilifu mpango enogo wa ukombozi kwa Henoko na kwa Roho Mtakatifu wa unabii akamchukua hadi kwa vizazi vitakavyoishi baada ya gharika na kumuonesha matukio makuu yanayohusiana ujio wa Kristo mara ya pili na mwisho wa dunia. Yuda 14. Henoko alifadhaishwa na suala la wafu. Ilionekana kwake kwamba watakatifu na waovu wote watakufa na huo ndio utakuwa mwisho wao. Akuweza kuona dhahiri maisha ya watakatifu ng'ambo ya kaburi. Katika maono ya unabii huu alielekezwa kuhusiana na wana wa Mungu ambaye angekufa kama kafara ya mwanadamu, na alionyesha ujio wa Kristo katika mawingu ya mbinguni akiambatana na jeshi la malaika kuwapa uhai wa watakatifu waliokufa na kuwakomboa kutoka katika makaburi yao. Aliona pia hali ya ulimwengu kuharibika katika wakati ambapo Kristo angeonekana mara ya pili kama kungekuwa kwa majivuno, kiburi, kizazi chenye kujipenda nafsi, wakijipanga kufanya uasi dhidi ya sheria ya Mungu na kumkana Bwana Mungu wapeke, wa pekee wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kuikanyaga damu yake na kudharau patanisho wake. Aliwaona watakatifu wakiwa wamevikwa utukufu na heshima, wakati waovu wakiondolewa machoni pa Bwana na kuteketezwa kwa moto. Enoko aliendelea kukua kiroho wakati alipokuwa pamoja na Mungu. Uso wake uling'arishwa na mwanga mtakatifu ambao ulisalia usoni mwake wakati alipowafundisha wale watakaosikiliza maneno yake ya hekima. Mwonekano wake wa kimbingu uliotukuka uliwaogopesha watu. Bwana alimpenda Henoko kwa sababu alimfuata kwa thabiti na kuchukia uovu, na alikuwa na bidii katika kutafuta hekima ya kimbingu ili kuyafanya mapenzi ya Bwana kwa ukamilifu. Alitamani sana kusogea karibu zaidi na Mungu aliyemcha, aliyemheshimu na kumwabudu Mungu, asingemruhusu muluhusi Henoko kufa kama watu wengine, bali alituma malaika zake ili wamchukue na kumpeleka mbinguni bila kuonja mauti. Mbele za wenye haki na waovu, Henoko alitwaliwa kutoka katikati yao. Wale waliompenda walidhani kuwa Mungu alimwacha katika sehemu fulani alipojitenga nao, lakini baada ya kumtafuta kwa bidii na kushindwa kumpata waitoa wa taarifa kwamba hakuwepo kwa sababu Mungu alimchukua. The Story of Redemption, ukurasa hamsini na nane hamsini na tisa. Tuombe. Na ee Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa kutuongoza katika kesha hili la asubuhi. Nimepokea neno ni lako. Tumetafakari juu ya maisha ya mtumishi wako Enoko na tumekumbusha uzito wa kutembea na wewe kila siku hadi siku ya ujio wa pili wa Kristo. Bwana, Tunakuomba neno ilolisikia lisipotee mioyoni mwetu, litimize kusudi lake, lituinue kiroho na itujenge katika imani na unyenyekevu. Tusaidie kuenenda kwa uaminifu kama Henoko, kuishi maisha kutenda mapenzi yako na kuchukia uovu. Tukisubiri kwa uaminifu ahadi ya wokovu. Mungu wetu, tunakabidhi siku nzima mikononi mwako. Tunaomba ubariki mipango yetu, ubariki kazi zetu, ubariki masomo yetu, ubariki familia zetu na no taifa letu la Tanzania. Tuma malaika wako watulinde katika kila hatua na utuongoze kwenye maamuzi ya haki na busara. Kwa wale waliokuwa nasi katika kesha hili, wabariki kwa namna ya pekee, watembee na nguvu mpya, amani mpya na matumaini mapya ndani ya Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina.